Tunawatangazia wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam. Kwa mara nyingine tena Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Joseph Pombe Magufuli anakwenda kuigusa Dar es Salaam kwa namna nyingine tena. Imekuwa ni kiu na ndoto yake kuhakikisha mfumo wa usafiri, maana ya barabara zetu na miundombinu yetu inakuwa ni miundombinu mizuri na ya kisasa zaidi katika mkoa wetu kama itakavyokumbukwa tulikuwa na uwekaji wa jiwe la msingi na sasa ujenzi unaendelea katika flyover ya hapa Tazara. Tumeliona daraja la Kigamboni, tumeona ujenzi unaoendelea kutoka Agakani kuelekea Koko. Sasa siku ya Jumatatu, Mheshimiwa Rais Magufuli atakuwa mgeni rasmi katika uwekaji wa jiwe la msingi la ujenzi wa flyover ya kisasa ambayo haijawahi kutokea Afrika Mashariki na Kati pale Ubungo. Kwa hiyo ni furaha yangu kualika wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam tuungana na rais wetu kuanzia saa mbili kamili katika mataa ya Ubungo pale rais atakuwepo na tushuhudie kitendo cha kihistoria cha ujenzi wa barabara na flyover itakayopunguza na kuondoa kabisa msongamano katika jiji letu, lakini itakayoboresha na kuonyesha mandhari na mji kuwa mzuri na wa kisasa wa kimataifa. Sambamba na hivyo, rais wetu atakuwa na mgeni wake, rais wa Benki ya Dunia naye anakuja kuja, kuja kushuhudia tukio la kihistoria katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Kwa hiyo niwaombe sana wananchi dereva, bajaji, bodaboda, wauza matunda, mama ntirie, wananchi wote walioko katika mkoa wa Dar es Salaam na viunga vyake wajumuike pamoja nasi tumshuhudie rais wetu akiandika historia katika mkoa wetu ambao haijawahi kutokea tangu uhuru tokee katika taifa letu.